Kwa kweli tunasema kwamba e, wijua wa CRDB wametupiga surprise ambayo haijawahi tokea kutokea tokea Kisarawe. Wamewajali wagonjwa, wamewajali wajawazito, wamewajali wazazi, wazee na watoto. Wametuletea vitu vingi sana, vitanda vya kisasa ambavyo ukienda kwenye hospitali kubwa za rufaa ndizo unavipata leo. CRDB wamevileta Kisarawe. Wametuletea wheelchair ambazo ni za kisasa kabisa kwa ajili ya mama wajawazito wazito, labda wagonjwa wameshinda kutembea, wale wanahitaji labda wameletwa uko ICU, wanapelekwa. Wameleta vitu vingi sana, wameleta sabuni, wameleta eh, mashuka, wameleta kanga, vitenge, maziwa kwa mama watoto. Yaani ni vitu ambavyo siwezi kuvielezea hapa. Ninaomba taasisi nyingine benki nyingine waige na kuwakumbuka wenye mahitaji makubwa zaidi ya wengine. Ni vizuri kumsupport Mheshimiwa Rais, nami naomba niwafikishie CRDB, mlichokitenda leo. Nitamfikishia salamu Mheshimiwa Rais Samia kwamba huku Kisarawe CRDB wamefunga mkono katika idara ya afya wameleta vitu vingi na vya kisasa. Na benki nyingine zige, taasisi za serikali, taasisi binafsi, mashirika ya umma, tuwajali, tuwatembelee hata watoto yatima. Sio vizuri wewe sasa hivi unajiandaa kusherekea, wakati watu wako hospitali wanaugua, wanaumwa, wanashindwa. Wameleta hapa vitu vingi, maziwa, wameleta juisi. Leo ni faraja kubwa kwa wagonjwa wote ambao wako zaidi ya hamsini kwenye hospitali hii. Sikutegemea kwa kweli, Mungu awajalie sana sana bibia. Mungu awalinde, awatie moyo na mi naomba utajiri wenu mpate zaidi ya mara kumi mliko na mtendelee kufanikiwa sana. Siku zote wanasema mkono mtupu haurambu. Mlicho kitenda hapa furaha ya wale wagonjwa. Sherehe wagonjwa wanaenda kusherekea, kila mama wale meona, wengine walikuwa melala kabisa, amenyanyuka anaona kama ni, ni kama ni, ni muujiza. Mungu awabariki sana. Tumekuwa tukihamasisha fanyakazi wenzetu kwa ajili ya kusaidia jamii ambapo tunafanya biashara, na imempendeza Mwenyezi Mungu, siku kama ya leo tukaweza kuja hapa maeneo ya Kisarawe kutembelea hospitali ya Ulaya na kutoa uh, wasalimia na kutoa zawadi mbalimbali. Hii ni michango kutoka mifuko uh, ya stafu wenyewe unaweza kuchanga kidogo kidogo, unapata wanapata kiasi ambacho kinapatikana na tukaweza kununua vifaa pamoja na zawadi ambao tunaweza kuwafikisha. Ni huu ni mwendelezo na ni sera yetu kama ya benki na wafanyakazi wenzetu kuweza kukuwa karibu na jamii ambayo tunafanya nayo kazi, tunafanya nayo biashara na kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji Uh, zaidi sio tu kipindi hiki cha Kwaresma au cha Ramadhani, lakini wakati wote wakati ambao kama benki tutaendelea kufanya hivyo kadiri Mwenyezi Mungu anataka. Kwa jina, naitwa Dr. Yona Mkabata, mganga mfawisi na kaimu nafasi ya mganga mkuu wa wilaya baada ya kupokea zawadi hizi za vitanda, mashuka, wheelchairs, hospitali ya wilaya ya Kisarawe. Napenda kwanza kushukuru sana Frank kwa msaada huu, lakini pia bado tunazo changamoto zingine kwa mfano, kwa sasa tuna bodi ya watu wenye shida ya afya ya akili ambao kwa sasa jamii chao kinaongezeka siku hadi siku. Mheshimiwa Rais wetu anapenda pia watu binafsi mashirika tofauti yaweze kusaidia kwenye upande wa afya.